Mchungaji, je, hawa manabii wachungaji ambao umesema sio wa kweli, mbona wanaombea watu wanapona na miujiza inaonekana kweli kwa viwete, vipofu na kadhalika? Alafu anamalizia kwamba ukweli ni upi kuhusu manabii wa kipindi hiki? Wakati nasoma primary, kulikuwa na wana mazinga ombwe waliotaka tutoe fedha na tuingie. Na mojawapo ya mambo waliyoyafanya, walichukua majani ya miti wakaweka katika makasha ya kiberiti, wakatoa njiti zote, alafu wakazumza maneno, wakafanya hiki na kile kama kamari, kisha wakaita wanafunzi wenzetu kuhakikisha, wakafungua taratibu na zikatoka noti za shilingi kumi, wakatoa kwa ni za rangi ya kijani, noti za wakati ule. Sasa nilipata shida sana na ili nichukua muda mrefu sana kujua kwamba hawa watu wana uwezo gani huu. Lakini nilipofikia umri fulani, na hasa nilipojifunza maandiko, ndipo nikagundua ilikuwa ni mzaha tu wanatufanyia kama ingo. Ilikuwa wana uwezo wa kutengeneza noti, kwa nini walitaka wanafunzi tuingie kwa kutoa fedha? Utaelewa kadiri utakaposoma Biblia inavyoeleza, utagundua ya kwamba si kweli. Wewe unaona wamepona? si kweli. Na hilo ninalisema tu hivi, linahitaji wiki nzima, habari ya ulimwengu huu wa kuitwa manabii kuitwa mitume na miujiza na ishara na maajabu. Hii ni keusi na kekundu, ikiweka hapa utaliwa. Tutasema pasa au unamaanisha nini? Nakueleza kabisa, ni utendaji makini wa Ibilisi katika siku za mwisho ivi, na ndio maana akifanya hivi watu wanadondoka, na sio kameramani. Wengine wote watadondoka, sio kameramani. Lile ni dili la hali ya juu sana na ndio maana Yesu alituonya kwenye ile Mathayo saba aya 10 aya 21 moja hadi ishiri na tatu wanaofanya ishara miujiza, na kama watendi mapenzi ya Bwana na tuliona ile mapenzi yake yatimizwe, nenda ile somo uone nini maana ya mapenzi yake yatimizwe. Hapa kuna kila kinachofanyika, na ndio maana wanaona ni miujiza inafanyika. Sio miujiza ile inayotoka kwa Bwana. si miujiza hiyo, iko siku moja Mungu ninamsihi anijalie angalau sio chini ya hotuba zipasazo ishirini kuhusu huu mzaa wanaoitwa leo miujiza inafanyika, na majina ya wanenaji wengi ambao wanaaminika Tanzania, Afrika Mashariki na kwingineko, na watu wa Mungu wengi kwa kutokujua wanadhani wanafanya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.